Nafahamu kuwa pamoja na malengo hayo, matamanio na matarajio ya Simba si kuwa kwenye rekodi ya vitabu kwa nafasi yake na ushawishi wake, bali ni kuhakikisha mikakati yetu, maono yetu na mipango yetu ni katika kurejea kuwa vinara wa ligi ya Tanzania kama ilivyo desturi ya klabu yetu. Kwa upande wa timu ya wanawake Mafanikio yake yameendelea kuonekana dhahiri, ingawa kwa msimu uliopita tulishika nafasi ya pili ya ligi kuu ya wanawake, lakini kwa kipekee kabisa ushiriki wake katika michuano ya ndani katika ligi ya wanawake na michuano ya kimataifa umekufanya timu yetu hii ya wanawake kuvutia wawekezaji na wadhamini zaidi na kwa kipekee kabisa mwaka huu tumeweza kuingia mkataba wa kiasi cha shilingi milioni mia mbili kutoka METL kutokana na mafanikio ya Simba Sports Club Queens, tujipigie makofi. Lakini vile vile kwa upande wa timu ya vijana, kwao umekuwa ni msimu wa mafanikio na imeonyesha ni kwa kiwango gani tumeweza kujikita katika dhamira ya kuendeleza soka hasa kwa upande wa vijana na Mkayo yameonekana kutokana na ushiriki wa watoto wetu katika timu e, ya under 20 na under 17 ambao wako katika senior team wakiongozwa na goalkeeper Alexander Erasto, Usen Begu na kiungo Bashiru. Hii haijawahi kutokea na hivi ni vipaji ambavyo tuko tayari kuviendeleza na tunafanya kazi zaidi kuhakikisha basi maendeleo ya soka la vijana kwa upande wa Simba Sports Club yanafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Simba kwa upande wa miundombinu na uwekezaji kwa kipekee kwa mwaka 2024-2025 klabu yetu chini ya bodi ya wakurugenzi wa imefanikiwa kukarabati kuendeleza na kusimamia uwanja wetu wa e, sorry Bunju Mo Arena ambao kwa kiwango kikubwa wote tumekuwa mashahidi. Katika misimu yote iliyopita tulikuwa tunahamahama viwanja kwa ajili ya kufanya training na maandalizi ya mechi mbalimbali mbali, lakini toka msimu huu umeanza na msimu uliopita tumehakikisha huko katika kiwango na kwa kipekee ni mshukuru mwenyekiti wetu wa klabu ambaye amekuwa mstari wa mbele kusimamia maendelezo na ukarabati wa uwanja ule, pamoja na rais wa klabu ambapo mpaka sasa toka msimu umeanza timu yetu inafanya mazoezi yake na session zake pale kwa usalama na uhakika. Tujipongeze kwa hilo, lakini dhamira yetu kuu ni kuhakikisha uwanja huu unakidhi mahitaji ya awali ya kimiundombinu ili kuwezesha sasa um, timu zetu zote za wanawake na vijana kuweza kucheza michezo yake ya ligi zake katika uwanja huu, kwa kuimarisha baadhi ya maeneo na kuweka miundombinu ambayo itaruhusu kuwa na mashabiki katika mechi hizo. Kwa upande wa biashara na masoko, kwa mwaka huu na mwaka uliopita, tumeweka rekodi ya kipekee ambapo kwa kipekee tumeweza kupata kiasi cha shilingi bilioni 58 za Kitanzania katika udhamini wa klabu yetu. Hii ni historia ambayo itakumbukwa kwa mafanikio makubwa. Kwa upande wa mdhamini mkuu Betway pamoja na mzabuni wa vifaa vyetu vya klabu Jairut Investment Company, kwa mwaka uliopita waliweza kupandisha thamani ya klabu yetu na tumeweza kupata vifaa ambavyo kwa mara ya kwanza vimezingatia ubora, thamani ya soko na kuweza pia e, kuihusisha e, chapa ya, ya Diadora katika e, ushirikiano huo Simba. Na kwa upande wa masoko tumeweza kuimarisha udhamini wetu kutoka katika MTL Group of Companies chini ya, makampuni, ya, ya kampuni zake tanzu na bidhaa zake za Mokola Simba Wheat MO Assurance na kupitia MO Foundation ambao kwa kiwango kikubwa tumeshirikiana nao katika masuala ya wajibu kwa jamii yaani CSR, lakini vilevile tumeweza kuimarisha mahusiano yetu pamoja na kampuni ambazo tumekuwa tukishirikiana tume nazo ikiwemo Premium Mobile Solutions yani PMS ambao wamekuwa ni washirika wetu wakuu katika Simba Mastori na Simba Mabando lakini vilevile kuendeleza ushirikiano e, pamoja na shirika la ndege la Tanzania ATCL, Azam TV, Serengeti Breweries, lakini na makampuni ya simu Vodacom, Yas pamoja na benki wa shirika ambao ni CRDB, NMB, Equity Bank, Azania, NBC pamoja na benki nyingine <todicom> <FM>. <todicom>